ndikulantiredi kuno kuwa dzukulu channel kuchimake kwa nkhani timakhala tikupatsirani nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mdziko muno tsiku la lero tikupitiriza kuwunika mlandu wa vjkn komanso wa bandera omwe unaweruzidwa kale pali kusiyana pa zinthu ziwirizi vjkn ndo ndioganiziridwa omwe bandera anaweruzidwa kale ngakhale milanduyi ndiyofananira nako mnecha yake pakhalanipompo kuti tiunike zinthu ziwiri zitatu zokhuza kuwunika kwa milandu iyi momwe iliri kusiyana kwa milandu iwiriyi ndiyo kuti vj ken ndi kuganiziridwa ndipo mlandu wake udakali mu kot akuyenera akawonekerenso kubwala la milandu pa 19 decemba pomwe bandera anapezidwa olakwa ndi bwala la milandu ndipo akuseva kapena akugwira ukaidi wa zaka zitatu wagwirakale zaka ziwiri watsala ndi chaka chimodzi funso lina mkumati ndi chifukwa chani bandera anakanidwa belo pomwe VJ Ken anapatsidwa belo zindikirani kuti malamulo amapereka mwayi woti utha kupatsidwa belo kapena kusapatsidwa izi zimatengera malingana ndi momwe milanduyo yakunikilira ndiponso kumbukirani kuti VJ Ken anakanidwanso belo kuyambirira atapita kachiwiri ndipomwe anapeza mwayi wopatsidwa belo

ngati mkoyamba tangani like, komanso subscribe kuti tidziyenda kimodzi zikoma kwambiri